Tunapozungumzia chakula salama ni chakula ambacho kimeandaliwa katika mazingira ya usafi lenye, chenye lengo la kuleta eh, afya, lakini pale ambapo tukikitumia basi kisilete madhara ya kiafya yaani tusiumwe. Hivyo ni chakula ambacho hakipaswi kuwa na bakteria ama virusi ama vimelea ambavyo vinasababisha maradhi ama kemikali ambazo zinaweza zikusababisha maradhi. Sasa yapo mambo ya msingi ambayo eh, yasipozingatiwa yanaweza yakakifanya chakula kisiwe salama. Kwanza hakikisha muda wote unapoandaa chakula pale nyumbani, mazingira yale yawe ni masafi. Tumia vyombo safi, tumia maji ambayo ni safi na salama kama kama kama umenunua mboga mboga na matunda hakikisha mboga mboga na matunda yale yanaoshwa na maji yaliyo safi na salama. Kwa hiyo muda wote hakikisha mazingira ya uandaaji wa chakula, utayarishaji, wakati wa kula yawe mazingira safi. Lakini la pili ambalo nilizungumza, kuhakikisha kwamba unatenganisha chakula ambacho kimepikwa na kile chakula ambacho hakijapikwa. Kwa kufanya hivyo utaepukana na uchafuzi wa chakula lakini la tatu, vyakula vya, vya nyama hakikisha eh, eh vinapikwa, chakula kinapikwa mpaka kaiva vizuri, ama ni kiporo, akikisha kiporo kile umekipasha mpaka kikawa na joto ambalo alitaweza kusababisha kuwezesha eh, wale wadudu kuota eh, na kuleta madhara kwa mtumiaji. Pale ambapo chakula kile kinawekwa kwenye friji, basi hakikisha chakula kile eh, kimewekwa katika joto linalokubalika kwenye friji ama katika eneo kavu lisilokuwa na unyevunyevu. Tumia maji safi, tumia malighafi ambazo safi katika uandaji wa chakula. Kwa kufanya hivyo, tutazuia e, magonjwa yatokanayo na matumizi ya chakula ambacho sio salama. Vyakula vitokanavyo na mifugo ni vyakula vile ambavyo kwa asili hutoka katika mwili wa mnyama, inaweza ikawa nyama, kwa mfano maziwa, kuku, mayai, samaki na wanyama wengine wa, wa baharini. Hasa vyakula vitokanavyo na, na mifugo ni muhimu sana kwa afya ya ya miili yetu, kwa sababu vina virutubishi muhimu, kwa mfano protini uh, vitamini na madini muhimu kwa mwili wa binadamu, ambayo inasaidia kukuza mwili, kulinda mwili dhidi ya magonjwa lakini pia kufanya mwili ukuwe katika hali ambayo uh, ni ya uh, afya njema. Hasa vyakula hivi pamoja na umuhimu wake katika mwili wa binadamu, vinaweza uh, kuwa hatarishi kwa afya endapo kanuni bora za uzalishaji wa vyakula hizi hazitazingatiwa, na kanuni hizo zinapaswa kuzingatiwa katika mnyororo mzima, tangu pale ambapo mnyama anafugwa kutoka kwa mfugaji au kutoka baharini kama ni samaki au mazao ya baharini au ziwani mpaka pale ambapo chakula kinamfikia mlaji mezani, na kanuni hizi zinasaidia kupunguza vihatarishi vile ambavyo vinaweza vikasababisha vyakula hivyo kutokuwa salama na vihatarishi ambavyo vinaweza vikasababisha vyakula vya mifugo vitokanavyo na mifugo kuwa sio salama ni kwa mfano vihatarishi vya kibiolojia vimelea vya magonjwa, kwa mfano kama vile vinavyosababisha magonjwa mbalimbali kama homa za matumbo, kuhara na kadhalika. Lakini vipo vimelea vingine kama virusi ambavyo vinaweza vikasababisha pia madhara kama vile vinavyosababisha uh, homa ya manjano. Lakini kuna virusi vingine kama vinavyosababisha homa ya bonde la ufa, endapo utakula nyama ya itokanayo na mnyama ambaye ana virusi hivyo au vimelea hivyo. Madhara mengine yanaweza yakawa minyoo. Wanyama wasipotunzwa vizuri, wakiwa na minyoo, kuna uwezekano wa kuambukiza minyoo hiyo kwa walaji pia, na kwa hiyo chakula hicho kinakuwa sio salama, na minyoo hii inaweza ikapelekea afya ya mlaji kuzorota, na mingine ikishaingia kwenye mwili wa binadamu pia haiwezi ikatibika, kwa hiyo itasababisha madhara ya uh, muda wote wa maisha ya, ya binadamu. Kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba wanyama hawa wanatunzwa wana kwa namna ambayo hawawezi wakasababisha uchafuzi wa kile chakula au vihatarishi vya kibaolojia katika chakula. Wafugaji wetu wasiuze au kumchinja mnyama ambaye yuko katika matibabu au hajatimiza ule muda ambao anapaswa kukaa ili ile dawa iwe imeisha mwilini. Kwa sababu kwa kufanya hivyo uh, watu watakuwa wanakula uh, bidhaa zitokanazo na mifugo ambazo zina mabaki ya dawa, na hii inaweza ikamsababishia mtu mzio, lakini pia kibaya zaidi ni kwamba uh, kwa kuwa na yale mabaki ya mifugo yanaweza akapelekea matatizo katika afya ya binadamu ikiwemo usugu wa vimelea ambalo ni tatizo kubwa sana ulimwenguni. Tunawashauri wananchi pale ambapo watakutana na chakula ambacho kimekwisha muda wa matumizi, chakula ambacho wanakitilia shaka kuhusiana na ubora na usalama wake, watoe taarifa ya wa shirika la viwango Tanzania. Tunazo ofisi saba za kanda, wanaweza kuzitumia kwa taarifa za uwepo wa chakula kwenye soko ambacho nakitilia shaka, ama hapa TBS makao makuu, na sisi tutakwenda kufanya ukaguzi katika eneo husika. Pale ambapo kweli itathibitika chakula kile eh, akina ubora na usalama, basi hatua za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria eh, sura namba 135.